Sawa sawa sasa, kitaru chetu tunakuonesha baada ya kupandikiza. Hii ni siku ya tatu, day 3, siku ya tatu baada ya kufanya kitu kinachoitwa hardening ama kupandikiza. Siku ya tatu, unaona tuna miche ya kutosha hapa. Ipo miche mia mbili na kumi na mbili. Tuna miche unaona, hizi tutatu ni moja mbili, hizi mbili ndefu na hizi, kwa hiyo tuta nne. Tuna miche mia mbili kumi na mbili ya maanisha tukipata miche arobaini kwa sababu tuna miche thelathini na sita tukaongeza mingine tukapata miche arobaini Tukipata miche arobaini kila tuta, ina maanisha tuta moja, tuna miche themanini unaona moja tuna miche 80. Sasa miche 80 piga kwa tuta kumi no, naona, tukiwa na tuta moja tuna miche 80 piga kwa tuta kumi tuna miche mingapi? Ni Mi miche elfu nane Mi miche elfu nane na kila mche unazaa matunda kuanzia kumi mpaka kumi na mbili sasa ikavuka zaidi hapo kama ukizitunza vizuri. Sasa jiulize, eh. Tutakapokuwa na miche ya kutosha, mm. Matuta kumi kwa miche themanini, sababu ni arobaini mara mbili themanini. Tunakuwa <tutuwa> tuna kitabu kingine hapo nakua tuna binazamu, naona matuta yetu ya ho Tutakuonyesha hatua kwa hatua. Okay. Hii ni wiki ya kwanza baada ya kupandikiza. Hatujamaliza wiki toka tufanye kitu kinachoitwa hardening. Upandikizaji, hatujamaliza wiki, hatujamaliza wiki. So, tutaona tutakavyokuwa zinaendelea kukua, kitaru chetu kingine kile kile, hico kinaingia kwenye haya matuta naona hicho kitaru, niwaonyeshe vizuri kitaru hiki. Mbegu ndo bado inatoka, sio nyingi bado. Hichi chote kitaingia hapa, afu uwezi kuamini, hiyo mbegu ni elfu tisa pamoja na booster ana nani nimeshanua, bado sijapulizia booster pamoja na dawa yake elfu kumi. Kama tulivyokuwa tumekuambia mbali na kuwa na kilimo cha o, pia tutakuwa na kilimo cha karoti. Sasa hii ni part ya video yetu ya kilimo chetu cha karoti. Kama unavyoona hapa, karoti tunaweka kwanza tuta zetu tatu hizi tunaweka hizi tuta zetu tatu ki okay, kwa ajili ya hiki kilimo chetu, tuta zetu tatu tu, hizi tuta tatu hizi zenye nani, udongo hizi, ni kwa ajili ya karoti. Kama unavyoona, hizi ni tuta za karoti, lakini oo zetu hizo huku tuachane nazo kwa sababu si muda wake. Tuko katika video ya patiwani kilimo cha karoti, kwa sababu tunaamua karoti na hoho ziende sambamba sa inabidi, okay. Ziende sambamba sa, na huu ni uandaaji, kama navyoona huu ni udongo udongo na ambao unaamburia ndio samadi iliyokuwa nakwambia kuna, kuna samadi nyingi sana hapa kwa yari iliyotokana na madudu ya mpunga, haya yalioza yametengeneza samadi ya, ya kutosha. Unaona, kwa sababu unajua karoti haihitaji mbolea ya ng'ombe wala mbolea ya wanyama, inakuwa haina umbo zuri. Lakini utakapoweka samadi ya ng'ombe, samadi samadi kadri, utakuwa umetumia vizuri, kwa sababu utakapotumia mboji, kinyesi ya wanyama ni mbaya sana kwenye karoti lakini utakapotumia mboji. Nilishajaribu kulima hizi karoti mwanzoni, lakini sikupata ile mavuno yanayohitajika kwa sababu nilitumia mbolea na njia tofauti kidogo maanake. Kwanza nilipandikiza, unaona hapo ni karibu kwa sababu karoti ule mzizi, hata kama ikiwa ndogo utakapooma mzizi wake utagundua ndio karoti yenyewe. Unaona, sasa hilo ndio kosa la kwanza nitakalofanya, usipandikize karoti unaiharibu itajikunja na nyingi zitaoza. Naona, kwa sababu zitakuwa zitafikiwa na wadudu pia. Hakikisha mitaro yako ni kubwa na ni laini naona. Hakikisha ni sentimita kumi na mbili ambayo ni sawa na inchi sita, inatosha kabisa. Sentimita kumi na mbili inatosha kwa karoti Kiki. ikiwa na ardhi nzuri zaidi, zidisha weka, ua moja, futi moja, inatosha kabisa kwa ajili ya kilimo hicho. Unaona? Utapiga hela zako tu vizuri bila wasiwasi, Okay?